Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu katika makala ya jua haki zako, makala ambayo siku zote hukuelimisha kuhusu haki zako tena za kimsingi. Leo msikilizaji, tunaangazia kwa kina suala la demokrasia hapa Afrika pamoja na haki za binadamu na hapa nazungumza na mwakilishi kutoka taasisi ya utafiti ya Afrobarometer na mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, ili kufahamu zaidi mengi kuhusu demokrasia na haki za binadamu hapa barani Afrika. Karibu kwenye makala haya, jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli. Uh, unajua sisi kama wana tunafanya utafiti na utafiti yetu inaangalia mambo ya human rights, kidemokrasia na human right. Na sana sana tunachambua maneno ya vile inaendelea kwa nchi mbalimbali. Kama kwa kisasa tumefika kama nchi 35 na kitu, na kila kwa kila nchi tunajaribu kuona vile hii maoni yetu ile inatoka kwa utafiti ya, ya research inaweza kutumika. Kwa kama serikali kwa wale wako wanaofanya kazi ya kibinafsi, umesema kwamba raia hawataki kuzungumzia mambo ya siasa, wakati siasa ndio inatuzunguka na nini maana wanaogopa kuzungumzia swala hili la kisiasa? Mambo ya siasa ina mambo mingi, huwezi kwenda pale kuanza kuchambua mambo ya siasa kabla ujajua au hujapata habari kutosha. So watu wengi watu wengi wana, wa Afrika wananchi wa kawaida hawana habari ya kutosha, na habari ya kutosha ukiwa unaweza kuwa nayo ni lazima uwe umepata hiyo habari. Hiyo habari inaweza kutoka kwa wanahabari, sometimes inaweza kutoka kwa serikali na saidia watu kuelewa na kufafanua kwa sababu ingine kufafanua hakuna. Sasa naona watu wanashindwa kwenda pale kuchangia, kwa sababu mara nyingi hawana habari ya kutosha, na kuwa na habari ya kutosha inahitaji ina, ina, ina mtu awe na hiyo na nafasi kwanza kujitokelezea kwenda pale kutoa habari, na uyo ya pili inataka huyo mtu awe amepata kusomeshwa ama kupata hiyo habari ya kutosha, na sio kila mwananchi ako na habari ya kutosha. Hata ukiingia kwa wasomi kama sisi wengi pengine saa ingine hawana habari ya kutosha. Uh, wacha tuseme tunataka kwenda kuchambua, kuchambua juu ya, ya ma, masomo education. Uh, lazima uwe umefahamu vizuri kabisa hiyo maneno, kama sasa Kenya sasa inafanya hii CBC, njia uh, mpya ya kuendesha elimu ya Kenya. Ukitaka kwenda kuchangia hiyo habari, itakuwa ume, umepata ya kutosha, umepata umeelewa ume, ume, ya kutosha, na tuna assume huwa tunafikiria watu, watu wameelewa ya kutosha na ya kuchangia na wajaelewa ya kutosha. Suala lingine ambalo umeligusia ni kuhusiana na kwamba hatuwezi kuwa na perfect democracy, yani demokrasia ambayo ni halisi kabisa, wakati tumekuwa tukitolewa mifano kwamba demokrasia ya Ulaya imekuwa unahisi pengine kuna demokrasia ambayo tunaweza iiga sisi kama Afrika? Hakuna demokrasia ya kuiga, demokrasia ni ya kuunda. Unaunda demokrasia chako, ile inakuwa inafananana ama inatoshana ama inaingiana na kule upo. Kila nchi iko na njia yake, of course, kuna hizo inaitwa mzingi, kuna mzingi ya demokrasi, kwa sababu sana sana tunasema sheria ichunge binadamu binadamu ichungwe, eh, hali ya maisha hiyo environment ichungwe. Ukishachunga hizo sasa, unapanga demokrasia yako vile unataka. Unajua, hii ukisema hii good democracy, hii eh, demokrasi nzuri hii, tumekuwa tuna promote ile iko kwa hii ya wilaya wila, Western democracy I, ina emphasize hiyo accountability na political, hiyo ni mzuri hiyo, ku, ku, ku, kuwa mtu anaweza kusimamia aseme nilitenda hivi maana yake hivi na vile na pale, unaweza kusema hivyo, lakini ya kwanza iwe ni kitu unaelewa inakufaa Yaani, Afrika iwezi tu kuchukua demokrasia kwa wengine na iwafae, lazima utaiunda kidogo, utaiweka uipange iwe inaingiana na, na vile unataka kwa nchi, kwa sababu demokrasia ni tu njia ya kuunda maendeleo. Unaunda maendeleo namna gani? Unachunga wananchi namna gani? Na kuchunga wananchi utatumia njia gani? Sasa ukisema utatumia njia ya kidemokrasia, hiyo njia unatumia lazima iwe ni kitu unaielewa na inakusaidia kwa hiyo nchi yako. Tumeona wanaharakati na mashirika ya kiraia yakilalamika sana, kwamba na hata mchango wao kidogo siku hizi umeonekana kupungua katika kuimarisha demokrasia katika mataifa yetu hapa ya Afrika, pengine unahisi ni kwa nini sababu? Ukiangalia miaka ya tisini, miaka ya themanini, mashirika ya kiraia pamoja na wanaharakati walikuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba demokrasia inaendelea kukua, lakini sasa wengi wamefifia, unahisi ni kwa nini? Una jua uh, mara mingi watu wakizungumza mambo ya demokrasia, tunasukuma kichwa sana, tunataka kufikiria kitu ingine hata tuijui. Lakini demokrasia tu ni vitendo, ni vile tutatenda ni vile tutatenda vile tutapanga nchi na vile tunataka kuendesha nchi hiyo, ndio demokrasia. Tukiendesha nchi kwa njia ile ina, inaoneka, inafaa binadamu na inafaa vile vidhaa zinaendelea kwa nchi, inakuwa tuko sawa. Lakini unajua sa mara mingi tuna, tuna emphasize mambo ya demokrasia na hata watu waelewi unasema nini ukisema demokrasia. Demokrasia ni vile tunataka kuendesha maisha ya wananchi, iwe ni sambamba, iwe kila mtu anapata ana kile anahitaji hatuwezi kusema ati kila mtu atapata vile mwenzake anapata, lakini kila mtu apate kile anahitaji. Tusiwe na watu wanalala njaa kama saizi Afrika na hata ulimwengu nzima, tunaambiwa ati chakula imekosekana na imekosekana karibu ulimwengu nzima, lakini kwingine Afrika pengine ni kubaya sana. Floods pia ziko, umeona Nigeria watu wamekufa wengi sana. Sasa demokrasia iwe kitu inakusaidia kuendesha maisha. Jua haki zako. Na Benson Wakoli. Kwamba tukiwa na uongozi mzuri kila kitu tu kitaonekana kwamba kiko sawasawa, demokrasia hata halitakuwa swala la kujadiliwa. Pengine unahisi tuko wapi sasa, kama Afrika Mashariki ama Afrika? Uh, tume tumejisukuma tume, tuko mbele tuko mbele, lakini hatujafika kule tunataka kuwa na tena pia, vile nilikuwa ninazungumzia inakuwa kwa maendeleo, maendeleo huwezi kuua ati unaendelea tu mbele saa yote saa nyingine unaendelea mbele, unapata kitu imekugonga kidogo, umerudi nyuma ama umeteleza kidogo, lakini tunataka watu wakiteleza kwa maendeleo, unarudi tena pale pale kwa laini kuendesha. Yaani demokrasia iko ndio, lakini kuna shida saa nyingine na wengine, kwa sababu nchi zingine hawafuati mambo ya sheria sana, na hiyo tena inalingana na, na uongozi because uh, mara mingi watu wanasema waafrika hawana uongozi bora uh, leaders are bad eh, lakini tunaweza kulialia saa yote ati leaders are bad uongozi hakuna uongozi iko lakini tunauliza uongozi hiyo ni aina gani hiyo uongozi unayo ni uongozi ile nasaidia binadamu na kama ni binadamu ni kila mtu ama ni wachache ndio wanasaidika kwa hiyo uongozi sasa, yani uongozi iko, lakini iko na aina mbalimbali ya uongozi. Na wengi sasa tumeona wameingia kwa demokrasia ile, wanashikilia uongozi kwa, kama kwa miaka tano alafu wanawachilia miaka kumi maximum wanawachilia. Wengine wachache kama Uganda bado wana insist wanataka kuwa maisha. Na kwa sababu tunaamini pia watu wanazaliwa watoto vijana wanazaliwa watu wako na kichwa ile iko timami kabisa wako na akili. Sasa inatakiwa tukichange, kama tuna change leadership unapata wengine. Profesa, kabla ni kuachilie, kuna umuhimu gani kwa raia kuendelea kuzungumzia masuala ya siasa pengine na demokrasia? Kuna umuhimu wote pengine kujenga demokrasia ya wananchi, lazima waunde wa, wa, waendelee kuzungumza juu ya demokrasia kwa sababu demokrasia is for them. Demokrasia tunaipanga iwe inasaidia bina binadamu. Sasa, kama umewapangia wananchi wawe wanafaulu kwa sababu umepangia na demokrasia, sasa ndio tunasema, ukitaka demokrasia ifanye kazi, kwanza skiza vile watu wanasema. Ukishaskiza vile una, wanasema ndio utapangia hata sheria, sheria itakuwa inalingana na vile wanafikiria, vile wanafanya. Watu wakichangia unakuwa na shida sio mingi, shida ikui kubwa sana ya kufaulu. Wengi wakizungumzia utakuwa na shida kidogo ya kuendelea mbele. Umeguzia swala la chakula kanda ya Afrika Mashariki, hivi kuna uhusiano gani kati ya siasa, haki za binadamu na chakula? Haki ya kibinadamu na chakula, chakula ndio number one kwa hizi right zote tunazungumuza. Chakula na chakula ndio health na chakula ndio watu, so usipolisha watu, watu wawe wanaweza kula. Si unasikia Kenya sasa hata watu wameshindwa kwenda shule kuna mahali watoto waendi shule, wakienda wanaenda shule ile iko na chakula, wakishapewa uji wanarudi nyumbani. Inahitaji chakula kwanza ikue, ukishakuwa na chakula utazungumza hii mambo ingine, sijui industrialization watu wakishiba na wamekula vizuri na nutrition ni sawa, they are also capable, wanakuwa na uwezo, wanakuwa na uwezo ya kuchangia, wanakuwa na uwezo ya kazi, kwa sababu inchi pia ni kazi. Sasa kama wajakula vizuri na wajalishwa na nutrition sio mzuri, hata akili inakuwa undermined. So chakula ni muhimu kabisa, kwa hizi vitu yote ya rights, chakula inakuwa number 1, sio kitu kingine. Shukran kwa muda wako. Kwa nukta hiyo basi, msikilizaji, makala haya ya Jua Haki Zako yanafika kikomo. Jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli. Hadi makala yajayo, kwa heri.